YouTube channel yetu ni exclusive na moja kati wasani ya wasanii ambao wanafanya makubwa sana kwenye tasnia nzima ya mziki e, kwa maana kwamba mziki wa gospel, wanaitwa Rammy Music, moja kati ya vijana ambao wameamua kujikita moja kwa moja e, kwenye uimbaji wa mziki wa gospel. Wanazungumza naye mawili matatu, atuambie vile ambavyo anafanya kazi yake, lakini kubwa zaidi atuambie bwana, nyimbo gani ambayo muda huu inatrend. Mzee, kwani? Safi. Mambo yanaenda. Mungu ni mwema. Bwana, nikupe hongera, kuna nyimbo umetoa juzi kani ya nyimbo ambayo eh, challenge zimekuwa ni nyingi. Natamani nifahamu kwa wale ambao labda hawajaiona, nyimbo inaitwaje na na ilikuwaje mpaka utoe nyimbo ile. Ah, kwanza juzi kati nimetoa nyimbo mbili kwa pamoja. Nimetoa wimbo unaoitwa Asante na nimetoa wimbo unaoitwa Upya. Sasa sijui unaizungumzia hivi. Unazungumzia Upya ndio nyimbo ambayo ina challenge nyingi zaidi. Okay, Upya uh, Upya ni wimbo kwanza ambao umetoka jana. Ni wimbo ambao umetoka jana lakini, mm, namshukuru Mungu Mapokezi ya watu ni mazuri sana, ninamtukuza Mungu kwa hilo, lakini ni wimbo ambao unazungumzia maisha yangu, kwa sababu wewe unafahamu uh, unafahamu mwanzo nilikuwa nikifanya vitu gani. Sipendi kuvitaja kwa sababu neno linasema unapompokea Kristo ukafanyika kuwa kipya, aina mpya, amen, hauna haja ya kukumbuka Uh, maisha yako ya nyuma au kuyazungumzia mm -hmm. Unaweza ukazungumzia sawa, lakini sio deep. Unaweza ka ukazungumzia katika hali ya, ya, ya, ya ushuhuda, yes. Mm -hmm. So nipende kumshukuru Mungu uh, mapokezi yamekuwa ni mazuri na ninaamini kwamba Mungu ata, atafanya njia zake ili vizidi kwenda pale ambako jina lake linapaswa kuwa dha kwa, kwa, kwa faida ya mtazamaji, ilikuwa jadi ukaamua sasa ubadilike kutoka kwenye aina ya music ambayo unaimba mazoni mwazoni, e, mziki wa duniani ukaamua ja kwenye mziki wa dini? Umekuwa ni mmoja kati ya vijana wachache sana ambao wanaimba mziki wa gospel. kitu ambacho watu wengi wakijui. Kitu ambacho nakifanya sasa hivi, yani mziki wa, wa, wa gospel mm-hmm. ndio mziki ambao nilikuwa natakiwa kufanya tangu mwanzo. Unaweza ukauliza kwamba au ukashangaa kwamba ni kwa nini hivi, lakini kwamba kumbuka, mimi nimezaliwa katika familia ya dini, unajua. Na kawaida mtoto anapozaliwa mzazi anatakiwa kumuonesha njia nzuri, lakini mtoto anapokuwa anachagua yeye sasa njia, whether afuate njia ambayo ya mzazi aliyomnyoshea ama achague njia yake, sawa. Lakini Biblia inasema uh, watoto wafundishwe tu njia nzuri maana hata wakikuwa hawato hawato ziacha. So mimi nilikuwa nikachagua njia ya kwangu, lakini ikafika mahali nikaona hiki sicho ambacho nilifundishwa na wazazi wangu. Mm. Nikaona hapana, huku niliko, siko na amani zungumzia mm. yeah, so, so far namshukuru Mungu mm. watu kama kina Joel Lwaga E, kuna gasbet wale unahisi competition, mzi wangu utaiweza kutoka kule ulipotoka mpaka kuja kwenye huko mzi wa gospel? Mimi mm, sishindani na <laughs> mimi sishindani na sifanyi competition. Mm. Na uh, sidhani kama kwa msanii wa gospel, una ni vyema kufanya competition kwa sababu tunachokifanya ni tunafanya vitu kwa ajili ya Mungu, yaani kazi ya mwimbaji wa injili na kazi ya mchungaji, kazi yake ni moja, wote ni kuhubiri. Sasa kama utaanza kuhubiri kwa ajili ya kulitukuza jina lako, competition, yani kushindana na mtu fulani, manake sasa atakayekuwa anatukuzwa sio Mungu, manake utakuwa unajinua wewe, jina lako, kitu ambacho Mungu hawezi kuwepo hapo. Mungu anataka utukufu uwe kwake, so unapotaka jina lako lisikike au liwe juu, competition, ina maana Mungu anakaa pembeni, alafu anakuacha Yes, na hiyo kitu tumeona uh, wasanii wengi sana ambao walipata nafasi wakaanza kujisahau wakaanza kuona majina yao makubwa walipoanza kujiinua Mungu aliwaacha. Nadhani unajua Mungu akikuacha kitu gani kina, kina, kina, kina, kina, kinafuata? Yes, so maisha yetu tunamuhitaji sana Mungu katika kila neno hatuwezi neno lolote bila Mungu, unajua. Yes. So Hakuna kitu tunaweza bila Mungu. Kwa hiyo ogopa sana ikifika mahali unafanya vitu, mm, alafu Mungu akakaa pembeni akuangalia, okay, kama unaweza nenda. Mm. Bro, you gonna mm, suffer. Kwa nini kumekuwa na waimbaji wachache sana mziki wa gospel? Hasa wanaume. <laughs> Ni swali gumu kwa sababu uimbaji ni naweza nikasema ni, ni, wito kama ilivyo uchungaji mtu mm, ukisikia ndani yako utafanya lakini mpaka usikie sauti ya Mungu mm, yes, kama nilivyokuambia mimi ninafanya kwa sababu ni kitu ambacho nilitakiwa kufanya. Mimi napenda kuimba tangu nikiwa uh, primary. Lakini nini niimbe? Nilikuwa sijui. Kwao, nikajikuta ninaimba na sio, nilikuwa sijui. Unajua uh, kwa nini nilifanya Bongo Flava wakati ambapo mtoto ana, ana, ana, ana, anakuwa katika age fulani, huaga anatamani kufanya vitu vingi sana. Especially vile vibaya. As you know, dhambi ni tamu, eh? Yes, dhambi ni tamu lakini mshahara wake ni mauti. So, kuna maisha fulani ambayo nilikuwa na wish kuishi uh, njia ya alipelekea nikaanza kufanya Bongo Flavor, kwa sababu kuna uhuru fulani ambao niliutaka, uhuru ambao ukichagua kufanya uh, gospel hauwezi ukaupata, kwa sababu utakuwa uko limited ya utakuwa uko limited yeah. Kwa yule mm, ambaye labda anakutazama kwa mara ya kwanza kupitia YouTube channel zetu, wafahamu kwamba tunanyibonga ngapi mpaka sasa hivi so far <coughs> uh, kwa sababu huku upande wa gospel ndio naanza. Watu wengi sana wamenifahamu kule wakati nikifanya secular, I mean, nyimbo za kidunia. Yes. So huku ni, kwa sababu ndio kwanza ninaanza. So uh, so far, niko na tuko na nyimbo mbili ambapo nyimbo ya kwanza ilikuwa ni Asante, tulitoa mwezi wa pili, na wimbo ambao sasa hivi huko tumeutoa jana ni wimbo ambao unaitwa Upya. Yes lakini kuna nyimbo nyingi sana ambazo zinakuja nzuri za kumpa Mungu utukufu ambazo zinaweza zikabadilisha maisha ya vijana wengi kama ambavyo uh, mimi nimebadilika na nikachagua kuwa balozi wa Mungu. Ningetamani kwa sababu wanasema uh, mziki ni roho, najua yes, una transfer kwa, unaposikia neno, nafsi inadai kwamba natamani nifanye hiki, kwa hiyo kama mara ya kwanza niliweza kumrepresenti shetani na watu wakawa wanafuata, ninaamini kupitia hiki ambacho sasa hivi ninakifanya kwa sababu nimechagua kuwa uh, balozi wa Kristo, so ninaamini Mungu atafanya zile nafsi za watu ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine wedha zilipotea kwa sababu ya kile ambacho walikuwa kikisikia nikifanya um, au kutoka kwa wengine, naweza nikawa mfano kutoka kwa, naweza kuwa mfano, mfano uh, kwa vijana wengine ili nao wakaziacha, kwa sababu neno la Mungu linasema uh, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, nami nitasikia toka juu mbinguni, nitashuka na kuwaponya na kuiponya nchi yao. So mtu yeyote anayo nafasi ya kumwamini Kristo, maisha yako uh, totally, yatabadilika as you, you, as you know me before na sasa hivi niko tofauti sana. Unajua, ilifika wakati of course, nilikuwa nafanya bongo fleva, nilikuwa napata hela, namshukuru Mungu, nilipata jina na vitu vingi sana, lakini havikuwa na faida kwangu, kwa sababu uh, usipokuwa na Mungu, hata uwe milionea hauwezi kuwa na amani bro, kwa sababu hautotosheka still ndani yako na kiu unajua ndio maana hata ukisoma Ayubu 22 21 uh, neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani ndipo mema yatakapokujilia so kumbe unapomjua Mungu unapata na feva ya mema kukujulia kukujilia amen yes hapo hapo moja kati ya kitu ambacho kinasumbua sana uhalisia kwa sasa mm -hmm. ni kwamba imefikia hatua waimbaji wengi wa injili hamna ule wito tena kama ilivyokuwa zamani. Umezungumza hapo kwamba moja kati ya kitu ambacho kinazingatiwa kwa mwimbaji wa injili ni wito na kutangaza neno la Mungu. Mimi nina swali mawili. La kwanza, uoni kama ushindani kwenye Bongo Flava umekukimbiza na ukaja kwenye uh, gospel ama kwenye nyimbo za injili kwa sababu mpo wachache na panauzika haraka? Lakini la pili hapo hapo, kama kweli huku umeitwa, si kwamba biashara ya dini saizi imekuwa na faida kubwa sana? Unajua unaweza ukatengeneza fedha kwa kutumia mwavuli wa Kristo ama kwa kutumia mwavuli wa Mungu kwa sababu ndivyo mnavyofanya wasanii wengi kwa sasa. Uh, kitu kimoja ambacho hii sio tu kwa wasanii hii ni hata kwa wachungaji. Unapofanya kitu ni lazima uwe na, na target. Ni lazima ujue kwa nini unafanya. So kama umechagua kuhubiri kwa njia ya uimbaji wewe tayari ni mtumishi wa Mungu na Mungu anasema tusiwe wenye kuipenda hela, kwa sababu utakapoipenda hela maana yake hautofanya vile ambavyo yeye anataka utafanya, ili upate fedha. Sasa Mungu hapo atakuacha. Mtu mmoja alimuuliza Yesu, tumeacha kila kitu, nimeacha kila kitu, nimekufuata wewe, nitapata nini? Bwana Yesu akamwambia atakapoketi mwana wa Adam ndipo So, unapomfuata Yesu kuna faida nyingi, kwanza hapa duniani lakini pia hata mbinguni. Kwa hiyo unakuwa na uhakika wa kuishi duniani lakini pia na mbinguni. Yes. Kwa hiyo mimi nadhani kama ningepaswa kuwashauri, ningewashauri kama una, kama ni kweli ni wito unafanya kazi ya Mungu basi weka mbali masuala ya fedha, weka mbali masuala yote ambayo unajua ni chukizo mbele za Mungu. Uh, siwezi kusema naipenda pesa kwa sababu ukisema unaipenda pesa tayari utakuwa ni chukizo mbele za Mungu. Kwa sababu tayari Biblia imeshakataza msikue wenye kuipenda pesa. Unajua? Uh, sasa ukiniuliza kwamba sipendi pesa, nitakwambia naweza nikwambia sipendi pesa lakini ninahitaji pesa. Kwa sababu ili maisha yaende ninahitaji pesa. Lakini usi, usitafute pesa, tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Mungu anajua kama unahitaji pesa. Sawa, mimi nadhani leo hii kuna siku nikaa nikawaza kama Mungu wakati anamwambia uh, Mfalme Suleimani aombe lolote, pengine ingelikuwa wewe au wewe ungeomba pesa, alafu angeweza, pesa alafu alafu Mungu Mungu angeweza akakupa hizo pesa, alafu zikakua. Lakini Mungu mfalme Suleimani aliomba hekima, Mungu akampa hekima lakini akampa na pesa. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba tunahitaji pesa, lakini unapotafuta pesa Mungu atakuacha, lakini unapomtafuta yeye. Sasa tunaposema yale mema yatakapokujilia, ndio pamoja na hayo, kwa sababu Mungu anajua ili uishi unahitaji pesa.